Utafiti uliofanywa na watafiti kutoka Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili Muhas, mwaka 2024 na, na kuchapishwa Machi 28 mwaka 2025 katika jarida la kimataifa la Springer Open umegundua uwepo wa masalia ya dawa za kufubaza virusi vya ukimwi ARV kwenye nyama na damu za kuku wa kisasa yaani broila na nguruwe nchini Tanzania. Utafiti huu uliofanyika katika wilaya 9 ukihusisha sampuli 196 za damu na nyama. Matokeo yake yameonyesha kuwa sampuli 131 sawa na, na asilimia 66.8 zilikuwa na masalia ya dawa ya ARV aina ya Lemividin. Masalia hayo yamepatikana na kiwango cha kilogramu 7.58 kwenye nyama na damu na kiwango kidogo cha kilogramu 0.01 kwenye chakula cha kuku wa kisasa. Watafiti wameeleza kuwa wakulima wanaoishi na VVU huenda wanatumia ARV wanazopewa kuwapa wanyama, jambo ambalo linaweza kusababisha kutofuata matumizi ya dawa ipasavyo na kuibuka kwa usugu wa dawa. Mbali na matatizo ya moja kwa moja ya afya ya binadamu na wanyama, mabaki hayo kwenye chakula cha wanyama na kinyesi yameelezwa kuwa yanaweza kusababisha uchafuzi wa mazingira na kuleta madhara kadhaa. Vilevile vile, ripoti hiyo imeshauri kutolewa kwa elimu kwenye jamii na wafugaji kuhusu hatari ya matumizi ya ARV kwa wanyama pamoja na serikali kuandaa miongozo madhubuti na sheria kali kuhusu matumizi ya dawa ARV ikiwa ni pamoja na ufuatiliaji wa kina juu ya matumizi yake. Pia ameshauri ukaguzi wa mara kwa mara kwenye masoko ya bidhaa za wanyama kuhakikisha hakuna mabaki ya dawa hizo na kufanya utafiti kubaini chanzo cha matumizi hayo kwa mifugo. Baadhi ya wafugaji au wasambazaji wa chakula cha kuku wameripotiwa katika baadhi ya tafiti kutumia dawa za binadamu kama ARV kwa lengo la kuongeza ukuaji wa kuku haraka, kupunguza maambukizi au kuongeza kinga. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.